Leo ikiwa tarehe 28 mwezi wa tano, siku ya hedhi salama duniani, TAMSA MUHAS squad tumepata fursa ya kuja kutembelea shule ya Sekondari Msimbu. Tumeweza kukaa na kuongea nao juu ya mambo ya hedhi na jinsi ya kujitunza wakati wa hedhi. Basi tusikilize jinsi jamii inavyochukulia swala zima la hedhi. Pili, msichana pale anapokuwa katika hedhi, kuna changamoto mbalimbali ambazo mba zinaweza zikawakumba, kwa mfano kuhusu swala yani, elimu ya kuhusu hedhi kwa wazazi au wanafunzi wenyewe wanakuwa wanakosa elimu kuhusu uvaji wa pedi. Kunakuta wazazi wengine wanazuia wanafunzi au watoto kuvaa pedi, wanaruhusu vitambaa. Wakiwa wanavaa vitambaa kwa wanafunzi wakiwa wanakuja shule, kunatokana na adhabu nyingi, hizo adhabu ambazo wakifika wakati wa kufanya adhabu, kitambaa kinaweza kikadondoka kamsababishia mwanafunzi aibu. Kwa upande wangu mimi, pale ambapo nafikia katika siku zangu Ninapokuwa nyumbani namfata mama au dada, namwambia kwamba dada, mimi siku zangu zimefika, ananipatia hela naenda kununua pedi, ila saa ingine nakuta hata baba mwenyewe anazileta nyumbani kwa ajili ya mimi, mama au dada. Kwa hiyo napofika nyumbani, napokuwa katika, nafuta katika ile hali na kuwa ni rahisi mimi kujistiri. Uh, kimfano sisi tunaishi na wazee, kwa hiyo yani zile pedi wanakuwa kama vile hawazijui. Kwa hiyo tukiwa tunamwomba bibi kwa mfano, naambia bibi, naomba hela ya pedi anakwambia kwani pedi ndo nini naambia pedi ni zile yani kama taulo za wasichana hivi tunanunua sisi zinakuwaga avistiri vitambayo vinakuwaga muda mwingine vinachuja bibi anakwambia ah pedi zile zinatoa wasichana vizazi kwa hiyo sipende kununua wewe chukua tu kama kanga zako zichane afu unakuwa unatumia kwa jinsi ninavyofahamu mimi yani madhara ya pedi U, unako, una, yani unaharibu kizazi sababu bibi yangu kaniambia, unaharibu kizazi, na mimi kaniaminisha, kwa hiyo nimeamini na sijai kuvaa pedi. Pale tunaposhindoka kupata pedi tunachukua tukanga, tunatoa ile vipindo vya kule pembeni kule ili isituchubue kwenye mapaja, alafu tunachukua tunaichana hivi katikati. Kwa hiyo tukishaichana vile tunaikunjakunja hivi na kuwa ndogo afundo tunayoka tunavaa okay. Ko, umesema kwa umesema kwamba bibi yako alikuelezea kwamba kutumia pad kunaweza kukaribu uzazi si je? Yeah, wewe binafsi, kutokana na hii elimu ambayo tunawapa leo, unaamini nini kuhusiana na matumizi mazima ya pad? Uh, kwa sasa hivi kama vile nimeamini kama haiwezi karibu kizazi, maana marafiki zangu wengi wananiambia mi natumia pedi, na hadi wamama wengine wakiwa okay, wanaongea wanasema hivyo wanatumia pedi na kuzaa, wamezaa Yani ukweli. Sasa ukiwa unatumia kanga, je, usafi wake unakuwaje? Yani, like, unatumia kanga moja, unatumia kanga moja kwa muda gani? Au iko kipande cha kanga unatumia kwa muda gani? Uh, yani mimi nikiona yani kama vile ishaanza ni yani, kuloaloa, kuchafuka hivi, naenda chooni nafua, au kama usiku na kuaga, yani naiweka, halafu asubuhi ikifika naenda nafua. Ushawahi kusikia matumizi ya pads ambazo zinakuwa ni za vitambaa re reusable zinaitwa ambao unafua ukimaliza kutumia unaanika? nimewahi kuzisikia ila. Ah, hujawahi kununua? koo tukikupa hiyo ya kufua inaweza ikafanana na ya kanga, au unaona bora tubakie na kanga au tukupe pad? Yaani wewe unaona kipi ni rahisi kwako? Kwangu mimi naona pedi, pedi ni rahisi kwa sisi hapa leo tumekuja na pads na tutakukabidhi hizo pads ili uweze kwenda kuzitumia. Na kiuhalisia ni kwamba the pads hazina shida yoyote, ni kwamba tu unatakiwa utumie ndani ya masaa manne hadi sita ili zisiweze kukuchubua, sawa sawa. Je, utaenda kumwambia bibi haya yote? Ntamwambia mjifunza, kwa swala la hedhi kwa wasichana ni swala la kawaida, kwa hiyo hatuna budi kuwabagua kuwatenga, kwa sababu ni kawaida ya mabadiliko yao. Kwa hiyo nkupane shauri jamii kuwa isiweze kuwabagua kwa wanawake hata kwa dada pia, kwa swala la hedhi ni kawaida kwa wanawake, linatokea kwao, inabidi tuwasapoti ili madi wasiweze kujiona kuwa hapo peke yao. Mimi nawashauri jamii kuwa wasionuh wasione kuwa hedhi ni ugonjwa, kwa sababu hedhi sio ugonjwa, bali hedhi ni mabadiliko yanamtokea msichana kuanzia ya miaka tisa na kukata kipindi iko na miaka 45 50 na kuendelea. Pia tunaomba serikali kuwe na pedi za ziada, kwa sababu wengine wakitokea katika kubadilisha pedi, wa, waweze katika kubadilisha pedi waweze kuzipata, na pia tunaomba serikali waweze kushusha gharama ya pedi, kwa sababu wengine vipato ni vidogo kwa sisi wanawake. Kama tulivyoweza kusikia shuhuda mbalimbali za wanafunzi, tumejionea ni kwa namna gani jamii huchukulia kuhusiana na hedhi. TAMSA MUHAS pamoja na washirika wake mbalimbali wameweza kufika shuleni hapa na kutoa elimu juu ya hedhi salama. Hivyo ni jukumu letu wadau wote pamoja na jamii kiujumla kuweza kutoa elimu hii kwa vijana wote. Kama walivyokuwa maambasada wazuri wa jambo hili, basi tunapaswa kuifanya jamii yetu iweze kuielewa.